Rais wa Marekani Donald Trump amezua hasira na kejeli mtandaoni baada ya kupost video tata iliyotengenezwa kwa teknolojia ya AI kupitia ukurasa wake wa Truth Social mwishoni mwa wiki. Video hiyo yenye sekunde 19 inamwonyesha akiwa amevalia taji la kifalme ndani ya ndege ya kivita akimwaga kinyesi juu ya umati wa waandamanaji. Wimbo maarufu wa Danger Zone wa Kenny Loggins kutoka filamu ya Top Gun unatumika kama background huku ndege hiyo iliyoandikwa King Trump ikiruka juu ya Times Square, New York na ikiwamiminia matope hudhurungi ya hudhurungi yanayofanana na kinyesi cha binadamu. Video hiyo inadaiwa kuwa kejeli kwa maandamano makubwa ya No Kings yaliyofanyika Jumamosi, ambapo waandamanaji wanasema zaidi ya watu milioni saba walishiriki katika matukio elfu mbili na mia saba Marekani kote kupinga serikali na sera za Trump. Waandamanaji walipinga uamuzi wa, wa hivi karibuni wa mahakama kuu uliompa rais kinga kubwa kisheria, wakisistiza kuwa hakuna mtu aliyejuu ya sheria. Mabango yaliyosomeka No King's Act na nyimbo ziliimba dhidi ya kile wanachokiona kama mwelekeo wa kiimla wa Trump. Kwenye video hiyo ya AI, mmoja waandamanaji anaonekana kufanana sana na Harry sson mwanaharakati wa mtandaoni na mkosoaji mkubwa wa Trump, Sison alijibu haraka kupitia X akiandika, Je, mwandishi yeyote anaweza kumuuliza Trump kwa nini ameposti video ya AI ikimuonesha akinishushia kinyesi kutoka kwenye ndege ya kivita? Asante. Makamu wa Raisi JD Vance alijibu kwa utani, nitamuuliza kwa niaba yako Harry. Trump amekuwa na historia ya kutumia maudhui ya AI kwa chokoza upinzani. Uchambuzi wa NBC News umeonesha ameshare video kadhaa za aina hiyo katika miezi tisa iliyopita, nyingi zikitoka kwenye akaunti za wafuasi kabla ya kuzisambaza mwenyewe. Unakumbuka pia aliwahi kushea uh, picha akimwonyesha akiwa kama papa. Wakosoaji kutoka pande zote za kisiasa wamelaani video hiyo wakiita ni ya kitoto na inayoonyesha mtindo wa mgawanyiko wa Trump. Senator Elizabeth Warren alisema, huu sio uongozi, ni jaribio la kudhalilisha waandamanaji wanaotumia haki yao ya kwanza ya katiba. Mitandaoni watumiaji waligeuza kuwa meme, wengine wakihusisha na tukio la Dead Matthew Band la mwaka 2004 ambapo lori lao lilimwaga kinyesi mtoni Chicago. Wengine walionya kuwa ingekuwa tukio halisi ingehesabika kama kitendo cha ugaidi wa kibiolojia. Ikulu Marekani bado haijatoa maelezo zaidi kuhusu video hiyo.